Maji tunaendelea na taarifa zetu ambapo watoto watatu wa kiume wamefariki baada ya kuzama kwenye chemichemi ya maji walipokuwa wakivua wa samaki kaunti ya Nakuru. Familia za watoto hao wa ambao wawili ni wanafunzi wa darasa la nane na mmoja wa darasa la tano tayari zimeanza mipango ya mazishi. Evans Asiba alitembelea familia hizo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Majonzi, huzuni, simanzi zimetanda katika vijiji vitatu vya Karogoe, Mudhiga kufuatia vifo vya ghafla vya watoto watatu kutoka shule ya msingi ya Karogoe, wote wakiwa marafiki waliotembelea na kucheza pamoja: Mike Ndirangu wa miaka kumi na nne kutoka Mudhiga, Peter Gitau wa miaka kumi na tatu kutoka Karogoe na John Kaberi wa miaka kumi na moja kutoka Njorori A. Hapa ni kwa Pita Gitau. Wazazi, jamii na marafiki bado hawajakubali yaliyojiri jana alasiri. na tulipofika pale kwa sini, kijana wangu ndiye alikuwa wa kwanza kutolewa, na alipotolewa nikaamini yani ya kwamba ni kweli ameaga. Baadaye hawa wawili wakatolewa hatua chache kutoka kwa familia hii ya Peter Gitau, tunafika hapa kijiji cha Mudhiga, kwa familia hii ya Mike Ndirangu. Mike ni mtoto wa pili kati ya watoto wanne wa familia hii ya Sami Kamau. Hapa mipango ya mazishi tayari ishaanza kufuatia kifo cha mtoto wao Mike. ni mtoto mzuri, hata tunashindwa kusema kwa sababu ni mtoto alikuwa anafanya kazi zake, hivyo unasikia alienda kuwaokoa wengine, upendo wake ni zaidi alikuwa anafanya chochote, hakuwa anakosa kusaidia mtu yeyote katika kijiji hiki cha Njorori Njororia. E, mwanao wa kipekee John Kaberi wa miaka kumi na mmoja pia amewawacha wa wazazi wake na huzuni tele. Nilipata hiyo ripoti kitu saa tisa hivi kwamba kuna watoto watatu ambao wameanguka na nikafahamishwa mmoja wao <clears throat> ni huyu ambaye ni mtoto wa ndugu yangu, na nikaamua kukimbia mbio, niposa nikawapata askari wakitoa wa mbili na nikahakikisha kweli kijana ni yeye. Tunaweza uliza wazazi tu, iwapo mtoto wako anatoka nyumbani nasema anakuja kutega samaki, tusiwausu waende peke yao, labda aende na mtu ambaye ni mzima na mtu ambaye anajua pale ambapo anaweza enda, kwa sababu tutaki msiba kama uwe weze kutokea tena. Ni katika chemchemi hii ambapo maisha ya watoto hawa watatu yaliishia jana jioni, walipokuwa wakijaribu kuogelea. Sasa familia hizi tatu zikianzisha mipango ya mazishi. Evans Asiba, runinga ya Citizen, Lari, Njoro, kaunti ya Nakuru.